na mtazamaji, baadhi ya Wakenya wameelezea kutoridhishwa kwao na mwendo wa kobe wa utekelezwaji wa ajenda kumi zilizokubaliwa mwaka jana, baina ya Rais William Ruto na hayati Raila Odinga. Wakizungumza jijini Kisumu, wakazi walishtumu serikali kwa kukosa kuziba nyufa za ufisadi na badala yake kueneza semi kuhusu safari ya Singapore. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, ni kwamba waathiriwa wa, wa machafuko ya mwaka wa elfu mbili na saba, pia wanataka kujumuishwa katika orodha ya fidia huku ikiwa imesalia mwezi mmoja kabla ya maadhimisho ya kutiwa saini kwa mkataba wa ajenda kumi baina ya Rais Ruto na hayati Raila Odinga, semi za kutoridhishwa na utekelezwaji wa ajenda hizo zilisheheni katika kaunti ya Kisumu. Wakazi waliikashifu serikali kwa kubadilisha mkondo wa kupigana na ufisadi na badala yake kutoa fedha kiholela, haswa katika michango. Hoja ya sita kuhusu fidia kwa waathiriwa wa machafuko pia ilizungumziwa pakubwa. Kidonda cha machafuko ya mwaka elfu mbili na saba, elfu mbili na nane kilitoneshwa. Huku waathiriwa wakitaka kuorodheshwa ili kupata malipo hayo. Aidha, semi za katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna zilionekana kukata maini kamati hiyo, wakisema matamshi ya Sifuna yalikuwa ya kuwapaka tope hadharani. We, we, we. Kamati hiyo itafanya vikao kote nchini kabla ya kuwasilisha ripoti yake mwezi Machi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.